Siku ya leo tumeendelea kujifunza na mafunzo mbalimbali ya kuhusiana na prodakti zitokanazo na nyuki, na siku ya leo ndugu mtazamaji e, tumejifunza nta, kwamba nta ni nini, inatokana na nini, matumizi yake ni yapi, na faida mbalimbali na hau unaweza kuiandaa nta. Ndo kazi kubwa ambayo tumejifunza. Nta ni prodakti eh, ama zao ambalo nato, linalotokana na nyuki. Nyuki mwenyewe anatengeneza nta pale ambapo mvunaji anaenda kuvuna masega kisha yale masega yanakuja yanachemshwa. Yakishachemshwa yanakamuliwa eh, kwa njia ya Tanganyika jeki. Kuna njia ya Tanganyika jeki ambayo tunatumia eh, kama moto eh, sufuria kwa ajili ya kuchemshia yale masega. Baada ya muda fulani, tunakamua yale majimaji eh, ili tupate nta. Na matumizi yake, ina matumizi mengi sana. Matumizi yake kupitia nta unaweza tukajenga e, tukatengeneza mishumaa, lakini vile vile vya kupitia nta tukatengeneza mafuta, lakini vile vile pia kuna wale ndugu e, zangu ama wadada wanapenda kupaka zile za mdomoni zile e, zinatengenezwa pia kupitia nta na vitu vingi vingi sana. Nta inafanya kazi hiyo. Ni kuyatoa yale masega kule, kuyaweka kwenye huu mfuko. Hii ndio inaitwa Tanganyika method ya extraction, ya extraction beeswax. Kwa hiyo sasa baada ya ku, ya kuchota yale maji yaliyochanganyikana na masega tutamimina humu. Hii ndio mnayoiona hapa chini, ina maji ya baridi. Kumbukeni, ile nta imechanganyikana na maji ya moto. Kwa hiyo tutakavyoikamua ikichuruzikia kwenye maji ya baridi inaganda poa, inapoa na kuganda. Sawa sawa. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano, utulivu, ili kila mmoja Aondoke na kitu. Sawa sawa? Ndio. Basi utachota maji yaliyochanganyikana na nta utaleta, tutamimina hapo. Mimina, mimina, mimina.